Musa, okay, tunakuja katika na Musa hapa atatuelezea. Yeah, Musa, go ahead. Okay. Unaitambulisha kwanza. Okay. Mimi Musa, eh Musa kama wewe, eh, acha kama vile uko chapu jalala. Tuko tukinambi English, takusikiliza Mwingereza. Okay, naitwa Musa Linga. Naishi Kavurugeni. Nawatakieni heri ya mwaka mpya pamoja pamoja na pamoja. Asante sana. Tupo na Musa Linga hapa ninda house mitaa Kavurugeni mondoke ndani ya chini Marekani. Ah, Musa, mambo vipi? Mambo poa ndugu yangu. Ah, uh -huh. Heri ya mwaka mpya napenda kuwatakia ndugu zangu wote mwaka mpya

2013. Jina lako kwa zamani mwanze Musa Linga. Wewe, sasa umesema wewe. Ah, wewe, uh, sema uh. Okay, okay, naitwa Musa Linga na kaa kavurugeni kwa Vurgeni. Eh, watu wa Vurgeni. Usema tu Maryland hivi sasa. Okay, Naitwa Musa Linga na naka... Okay. <laughs> Okay, naitwa Musa Linga na kaa Mount Rainier Iceville. Oh no, no it's not Mount Rainier Iceville. Okay, naitwa Mussa Linga nakaa Morenia. Na Maren, nawatakia ndugu zangu wote heli mwaka mpya pamoja na <coughs> dua kwa Mwenyezi Mungu to stay focused 2013 uh, mwaka wako wa mwisho ambao umesherekea Happy New Year Tanzania unakumbuka mwaka gani? Oh my god, nakumbuka ilikuwa 93. 93. 93. Wow. Yeah. Na baada ya unamisi pale Bongo, naambia unamisi nini? Uh, namisi marafiki zangu wale wa zamani, lakini kila nikienda nakuta nao hawapo vile vile. kwa mm hiyo -hmm. najikuta kama mimi mgeni naondoka tena, narudi niko tokea sasa hivi huku, ndio naona ndugu zangu wote wapo huku. Ah, okay. marafiki zangu kama wewe nikikumisi muda wiki mbili, naona oh my God, I miss my brother man. Kwa mwaka gani unatembelea kwenda pokea Bongo? oh inshallah sisia Inshallah, nataka nikatembea Dar es Salaam, nikaone Zanzibar, nikaone Kilimanjaro uh, you nimeishi know, Tanzania nimezaliwa Tanzania, lakini <laughs> sijawahi kufika la Kilimanjaro tuko niende Kilimanjaro. Ah, kwa vile unasikia wazungu sana wanasema yeah, Kilimanjaro. Kila mtu Kilimanjaro, Kilimanjaro, wakati nimezaliwa nchi ile. Kwa nini si Kilimanjaro? Kwa hiyo na plani kwenda Kilimanjaro. Asante sana. Huyo ni Mussa Linga, linga kwa vurugeni muondoke Azimene nchini Marekani. Nzidi kuendelea.